Ndugu waandishi wa habari, itakumbukwa kuwa nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ikumbuke kwamba katika siku hiyo ya kupiga kura, katika baadhi ya maeneo kulitokea fujo, vurugu na uvunjifu wa amani. Matendo haya yalisababisha vifo yalisababisha mali kuharibiwa na majengo kadhalika kuharibiwa kwa kuchomwa moto na kuvunjwa. Kwa waliokufa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kula mmoja Mwenyezi Mungu amweke mahala napostahiki Kwa wale ambao wamefelewa na ndugu zao, Mwenyezi Mungu awape wa subira na awape uvumilivu na awafariji. Kwa waliopoteza mali zao, Mwenyezi Mungu awape wa badani.